Na maafisa wa upelelezi ya eneo la Embakasi wanachunguza kisa cha mauaji ya msichana wa kati ya miaka kumi hadi kumi na tatu aliyeuawa na mwili wake kutupwa kilomita moja kutoka kituo cha polisi cha Embakasi. Msichana huyo alipatikana akiwa uchi huku nguo zake zikiwa kando ya mwili wake. Na taarifa tunazopata kwa hivi sasa ni kwamba familia hiyo imefika katika makafani ya City, imeutambua mwili katete Njoroge na taarifa hiyo katika mtaa wa kaa Embakasi. Maafisa wa upelelezi walirejea katika eneo ambako mwili wa msichana mwenye umri wa kati ya miaka kumi hadi kumi na tatu ulipatikana Jumamosi mwendo wa saa tano asubuhi. Mwili huo ulipatikana ukiwa umefungwa mikono na shingo huku marehemu akiwa na majeraha mabaya usoni yaliyosababisha kuvuja damu. Polisi walipata ripoti kuhusiana na kisa hicho kilichofanyika kilomita moja kutoka kituo chao na kufika kabla ya kuchukua mwili. Uchunguzi wa hivi punde ukionyesha msichana huyo alinajisiwa kabla ya kuteswa na kuuawa. Kando ya mwili wake, maafisa wa upelelezi walipata nguo hizi zinazoaminika huenda ndizo alikuwa amevalia kabla ya kuuawa. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hiki ambacho kimezua hofu miongoni mwa wakazi. Uchunguzi umeelekezwa kwa kutafuta mienendo ya magari eneo hilo, kutafuta picha za CCTV katika barabara na nyumba zilizoko karibu na eneo la tukio, pamoja na kuwatafuta wazazi wa mtoto huyu kujua namna alivyoondoka nyumbani. Ni kisa kinachoibua hisia kuhusiana na visa vya mauaji ya wanawake ambayo serikali tayari imesema ni vya kutisha. Gatete Njoroge Runinga ya Citizen.